Yes, Rais wa Marekani Donald Trump pia ameweza kutangaza kwamba atakuwa ana ziara kadhaa ambazo ataweza kuzunguka e, katika dunia hii. Sasa Donald Trump pia ataweza kuwasili Saudi Arabia e, bana, e, siku ya leo siku ya Jumanne katika ziara yake ya kwanza kabisa Mashariki ya Kati. E, bana, Trump pia anatarajiwa kuzitembelea pia, pia nchi kama Qatar e, Umoja wa Falme za Kiarabu wiki hii kujadili mahitaji ya kidiplomasia kuhusu Gaza pamoja na Iran pamoja na mikataba ya kibiashara e, sekta ya ulinzi anga, nishati na akili mnemba, yaani masuala mazima ya AI. Noma sana hii. Sasa wakati huo pia, wizara ya mambo ya nje imeweza kuidhinisha mauzo ya ndege za kijeshi, lakini pia na silaha zenye thamani ya dola bilioni moja na laki nne kwa umoja wa falme za Kiarabu UAE kuweza kuelekeza ziara ya Rais Donald Trump wiki hii Mashariki e, ya Kati. Sasa e, Bwana Trump anaweza kuanza ziara yake siku ya leo na anaweza kuenda kuianzia kule nchini Saudi Arabia. And then baada ya kutoka Saudi Arabia pia inasemekana e, pia atazunguka masuala e, katika nchi ya Qatar e, ili kuweza kuzungumza masuala mazima ya e, ya ya kidim, ya kidemokrasia na vitu vingine viweza kwenda sawa, hasa katika zile nchi ambazo zinakuwa e, zinakuwa zina machafuko makubwa, mfano kama Gaza, huko Iran, e, masuala mazima ya Pakistan India kumekuwa kuna machafuko makubwa sana. Sasa Rais Trump atakuwa na ziara eh, katika nchi tofauti tofauti. Yapi maoni yako kuhusiana na ziara yake? Kitu gani ambacho ataweza kukibadilisha katika masuala mazima ya hii na hii ziara yake ambayo amekwisha kuianza siku ya leo kwa kuweza kuanzia eh, kule eh, katika eh, nchi ya Saudi Arabia. Noma sana. Drop comment yako hapo, ta commentisha kinoma noma. And my name is Lidad kabisa. I take love for this